Tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tano kufikia saa sita kamili usiku, minara yote mia saba hamsini na nane lazima iwe imewashwa, hatutaongeza hata sekunde moja. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Jerry Silaa, ameelekeza kuwa ifikapo tarehe kumi na mbili Mei elfu mbili na ishirini na tano saa sita usiku ujenzi wa minara ya mawasiliano vijijini uwe umekamilika na minara yote mia saba hamsini na nane iwe imewashwa ili wananchi waweze kupata huduma za mawasiliano. Ujenzi wa minara 758 ya mawasiliano vijijini unaotekelezwa na serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, unatarajiwa kunufaisha wananchi wapatao milioni 8.5 waishio vijijini. Na tunataka tarehe 15 ya mwezi wa nne mnara huu uzinduliwe rasmi na mawasiliano yapatikane ya katika mradi huu ambao minara mia tatu na nane imeongezwa nguvu na minara 758 imejengwa upya. Ile minara mia tatu na nane iliongezwa nguvu yote imekamilika asilimia mia moja, lakini minara hii mia saba hamsini na nane mpaka hivi tunavyozungumza minara mia nne na ishirini zaidi ya asilimia 55 imekamilika na maelekezo yangu kufikia tarehe 12 mwezi Mei, ambapo mikataba inafika mwisho, minara yote 758 lazima iwe imekamilishwa na kuwashwa ili wananchi waweze kupata mawasiliano. Fedha hizi alizotenga Daktari Samia zinaenda kupeleka mawasiliano si tu kwa wananchi elfu saba wa hapa Idete, bali kwa wananchi milioni nane na laki tano ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Wako wananchi milioni nane na laki tano ambao kabla minara hii haijajengwa walikuwa hawana mawasiliano, lakini mheshimiwa rais kwa mapenzi yake makubwa ya kutaka Tanzania hiyo ya kidijitali ametoa fedha. Anataka wananchi hawa milioni nane na laki tano kufikia tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tano wote wawe wanapata mawasiliano. Huyo ndiyo Dkt. Samia Suluhu Hassan. wanaendelea kusisitiza maelekezo yangu niliyotoa kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tano, kufikia saa sita kamili usiku minara yote mia saba hamsini na nane lazima iwe imewashwa. Hatutoongeza hata sekunde moja. Hadi sasa katika mradi wa Tanzania kidijitali minara mia tatu na nne imeongezwa nguvu na imeshakamilika kwa asilimia mia moja. Aidha, katika ujenzi wa minara mia saba hamsini na nane tayari minara mia nne ishirini imeshakamilika ikiwa ni zaidi ya asilimia hamsini na tano ya utekelezaji wa mradi huo. Mindi Josephu, Sky TV.